Kufunga somu ya Arafa unafutiwa madhambi yako ya mwaka huu na mwaka utakaokuja. Ikiwa ni kweli, ni lazima tulete uthibitisho kutoka ndani ya Quran, na ikiwa sio kweli, pia ni lazima tulete uthibitisho kutoka ndani ya Quran, kwa sababu mimi na wewe kesho ya uma Alqiama tutahukumiwa kutokana na kitabu hiki cha Quran wala siyo kitabu chengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, watara kulla ummatin jathia kullu ummatin tuda ila kitabiha Yawma al-qiyama. Mwenyezi Mungu anatuambia kila umma utakuwa unababaiko na kila umma utaitwa kulingana na kitabu chao. Mwenyezi Mungu amesema, watara kulla ummatin jathia kullu ummatin

Akasema mtume Muhammad akajibu mtume Muhammad ya kwamba funga ya siku ya Arafa hufuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Siku zote huwa ninawasomea aya kama hii kuwatanabahisha na pengine huenda mtu akarudi nyuma, kwa sababu, maadamu uko hai, uko nafasi ya kutubia na kuleta istighfar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale makosa uliyofanya. Kwa hivyo mara nyingi huwa anawakumbusha na kuwatanabahisha na hii aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hini ametaja mambo matano, la nne na la tano. Mwenyezi Mungu anasema wa an tushriku, yani ni haram, Mwenyezi Mungu ameharamisha. wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan. Nini maana wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan? ni kufuata kitu kuamini jambo katika dini na halimo ndani ya Qur'ani, yani ukafuata naba kiswa riwaya hizo zote ukawa mwenye kuamini na ukiangalia ndani ya Qur'ani hakuna wewe ukawa mwenye kuamini maneno kama hayo, basi ujue umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bima lam yunzil bihi sultani. Hii ni shirki ambayo wengi wetu tunaogelea katika shirki hili, mashekhe na wenye kufuata mashekhe tunaogelea katika shirki kama hili, tunaamini mambo ambayo kwamba ukifungua ndani ya Qur'ani huoni jambo kama hilo. Kwa hivyo shirki kama hii ni shirki kubwa ambayo tunaogelea nani haramu. Kila siku nasikia maneno ambayo kwamba lau wafungua kwenye Qur'ani hukuti vitu kama hivyo. Wallahi, jambo la ajabu wa an taqulu ala Allahi ma la taalamun, ta na kusema Mwenyezi Mungu amesema, Mwenyezi Mungu atawadhibu, Mwenyezi Mungu atafanya hivi, na ukifungua ndani ya Qur'ani hukuti mambo kama haya. Hivi ni vitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviharamisha. Maadamu ndugu Muislamu uko hai, hakikisha unalolisema lina uthibitisho ndani ya kitabu cha ja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika aimmatul muhaddithin, mmoja katika viongozi na maimamu anaitwa Shu'bah ibn al-Hajjaj. Huyu bwana alikufa 160 hijiria. Mmoja katika maneno yake ya dhahabu na mwisho wa uhai wake alisema kwamba kullama taqaddamtu fil hadithi taakhartum fil qur'ani Huyu bwana katika maneno yake aliyosema mwisho wa uhai wake asema kula ma taqaddamtu fi lhadithi, kila munapoziweka mbele hadithi na kutangulia katika kuzi kuzieka mbele hadithi, kula ma taakhartum fi lqurani, ndio hivyo munakuwa nyuma kwa Quran, ndio hivyo munaiwacha ile Quran. Nao maneno yake ni kweli. Leo shekhe, utamsikia saa zima anazungumza Dalili anazokutolea ni kwenye hadithi wala siyo kwenye Qur'an. Leo utasikia mtu anakutolea fatwa na fatwa yenyewe akikutolea, dalili akutolea katika hadithi wala sio Qur'an. Leo imefikia hadi mpaka tunasema kwamba anna al-Qur'ana yunsakhu bisunnah, kwamba Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu yanafutwa na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani maneno ya Mwenyezi Mungu yanafutwa na maneno ya mwanadamu. Wallahi, inna hadha la shay'un ujab, hili ni jambo la kustaajabisha hali tulofikia. Ndugu Waislamu, sote tunajua kumsingizia mtume sallallahu alayhi wasallam urongo ni makosa makubwa, iwe ni kwa kusudi ama iwe ni kwa kukosa wa khata'. Yote hiyo haifai hi na ni makosa makubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi yake tukufu na hii hadithi ni sahih, anatuambia man kadhaba alayya mutaamidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Hadithi marufu, lakini mbali na kuwa maarufu kwake, lakini watu bado wanasema maneno ambayo kwamba yanatoka wanamnasibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno kama yalo. Ukiangalia ndani ya Qur'an, yana khalifiana na Qur'an, na ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kukhalifiana na Qur'an, ikiwa yeye ndo alituletea Qur'an na yeye ndo alikuwa akisomea maswahaba na yeye ndo alopewa Qur'ani kutuletea sisi. Vipi yeye atahalifiana na Qur'ani? Kwa hivyo, ndugu Waislamu, tufungue macho yetu ili tusiwe wenye hasara kesho yaumal qiyama. Tufungue akili zetu ili tusiwe wenye kujuta kesho yaumal qiyama. Mtume asema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, mwenye kunizulia urongo basi huyo ajiandalie na moto. Na kisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi nyingine asema man haddatha anni bihadithin wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadu kadhibin. Asema kwenye hadithi nyingine kwamba man hadatha anni bihadithi, mwenye kuzungumzia hadithi kwamba mtume amesema, wahuwa yura annahu kadhibun, na anaona kwamba ni urongo, fahuwa ahadu kadhibin, ni moja katika warongo. Yani hapa Ibnu Hibban atuambia wahuwa eh, yura, yani ni mtu yule ambaye kwamba hadithi hakuifanyia risachi hadithi hakuihakikisha kwamba haya kweli ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ni maneno ya wale ambao kwamba wenye kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam urongo. Kwa hivyo hapa anasema yule ambaye kwamba hakufanya utafiti na kuhakikisha, yani, ni lazima hadithi yoyote uhakikishe. Na vipi utahakikisha maneno kama yale? bilquran hadithi inasahihishwa bilquran walaisa bisanad, siyo kuangalia sanad la abadan. Unapoangalia sanad na ukasahihisha hadithi umekhalifiana na Quran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia: ya ayuha ladhina amanu injaakum fasiqun binabain fatabayanu. Binabain walaisa munabi, siyo yule mwenye kuleta habari, la tuichunguze ile habari fatabayanu an tusibu khawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sija mukawasibu watu kwa kutojua kisha mkawa ni wenye kujuta. Wallahi twamsibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno ambayo kwamba hakuyasema wala hajawahi kufikiria maneno hayo kuyasema, lakini sisi tumewacha Qur'an ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anatuambia lolote inja akum fasiqun yoyote atakayewajilia, na hapa kusema idha ja akum fasiqun, kwa hivyo wamesema inja akum fasiqun, huenda akawa ni fasiq ama siyo fasiq. Ikiwa maneno ni ya urongo atakuwa ni fasiq, ikiwa maneno ya urongo atakuwa si fasiq. Ndio Mwenyezi Mungu akasema inja akum fasiqun binabain, habari yoyote. Lakini eh, babu zetu kusahihisha hadithi kwao wao walikuwa wakiangalia sanad, hawaangalii almat Haya ndiyo makosa yaliyoko na ni makosa kabisa, kwa sababu imekhalifiana na Qur'an. Kwa hivyo hadithi yoyote ni uswahihishe na Qur'an, imeafikiana na Qur'an, hadithi ni sahihi, hata kama ameidhofisha, na ime imefikia imekhalifiana na Qur'an, hata kama ameswahihisha, hiyo hadithi haifai kuifuata wala kuizungumzia kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam abadan abadan hawezi kukhalifiana na Qur'an, abadan. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, shekhe hapa ametwambia kwamba ametutolea hadithi kwamba somu ya umu Arafa, kufunga siku ya Arafa unasamehewa madhambi ya mwaka huu na madhambi ya mwaka utakaokuja. Wallahi kila tunapoigura Qur'ani, basi kila tutakaloambiwa sisi tutaliamini. Wallahi yote hii inaletwa kwamba sisi tumegura Qur'an, waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Hatukugura kusoma Qur'an la, Mwenyezi Mungu akusema inna qaumi ittakhadhu hadha al-kitab, la, hatuk si tumegura ule ufahamu wa maneno, kusoma tunasoma alhamdulillah, lakini yale maneno yalondani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio hatutaki kuyafahamu. Kwa hivyo, siku zote tunapokigura kitabu cha Mwenyezi Mungu, hatutaki kuyafahamu yalo ndani, basi lolote tutakaloletiwa, hata kama lina khalifiana na Qur'an, hata kama linamkosea heshima Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama lina lina khalifiana na mantiki na aqli, sisi tutalikubali. Kwa nini? Kwa sababu tumeigura Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hadithi kama hii yasema, kwamba mwenye kufunga saumu yaumu Arafa anasamehewa madhambi ya mwaka huu na madhambi ya mwaka unaokuja. Yaani wewe mwaka mzima waiba, wazini, wapora mali ya watu, wadhulumu, e, wafanya maasia, lakini ikifika siku ya Arafa wewe funga tu basi madhambi yako ya mwaka ule ulof, ulofanya madhambi unaswamehewa na mwaka ambao kwamba haujakuja pia unaswamehewa. Wallahi, mambo ya ajabu haya yote. Mwenye kuamini mambo kama haya huyo ni jahli bil Qur'an, yani hafahamu Qur'an yoyote. Mwenye kuamini maneno kama haya haifahamu Qur'an abadan. Yaani vipi mimi nifanye madhambi alafu yaumu arafa nifunge saumu basi nisomehewe, na kisha na mwaka unaokuja ambao kwamba hata hojakaribia. Kwa hivyo mwaka unaokuja, mimi sina wasiwasi, nifanye madhambi, yeshafutwa yale madhambi. Na ndio mpaka mmoja katika mashehe namsikia akisema kwamba imamu Shafii amesema kwamba yule mwenye kufunga somu ya Arafa basi huyo hafi mwaka huo unaokuja kwa sababu gani? Kwa sababu mtume ati amesema kwamba mwaka ujao madhambi yako yatakuwa yatafutiwa. Kwa hivyo ni lazima uishi ili ufanye yale madhambi, Mwenyezi Mungu atakufutia yale madhambi. Yaani imekuwa kila mmoja ana dini, tumeifanyia mchezo, kila mmoja anasema anayotaka, kila mmoja anasema atakayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala atuambia, ala, ala lillahi addinul khalis Dini ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha siratu mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Hii ndiyo siratu mustaqim, Mwenyezi Mungu alotuambia tuifuate. Wa la tattabi'u subula, usifuate vinjia, usifuate huyu asema huyu, Imam Zaidi, Imam Amr anasema hivi, la tumfuate Mwenyezi Mungu Subhana wala tattabi'u subula fatafarraqa. Na ndio hivi hali tulio tumefarikiana, huyu anamkufuru huyu, huyu anamkufuru huyu, kwa sababu huyu amefuata hadithi, huyu amefuata hadithi, huyu amefuata huyu amefuata hadithi hii huyu amefuata hadithi hii huyu amemfuata imam huyu amemfuata imam huyu. Kwa hivyo tunakufurishana, tumekuwa hatuna lolote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa hadha kitabun, wa hadha wa hadha kitabun. Mwenyezi Mungu akusema wa hadhihi kutub, hivi vitabu la, amesema na hiki kitabu Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Tukifuata hiki kitabu na tuwe na taqwa, Mwenyezi Mungu ataturehemu. Hiki kitabu wala sio vitabu vingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno kama haya hawezi kuyasema, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitadabbar Qur'an, akifahamu Qur'an wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana mashhuda. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu anatuambia wa Quran al-fajri inna Quran. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad wa Quran al-Quran, hapa sio kwamba ni, ni kusoma Qur'ani tilawatu al-Quran ama kuswali. Kuna wengine wanadhani wa Quran al-fajri kwamba hii ni dalili ya swala al-fajiri, la, hapa Mwenyezi Mungu amwambia kilma qaraa Qur'ani ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiuja ni Qur'ani bila yani, nakira inapokuja nakira, na haya nimezungumzia katika halqa za nyuma. Qur'ani ndani ya Qur'ani ndani, ukiona imekuja nakira, basi ujue Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu ufahamu, kuhusu kuelewa, kuhusu kutumia akili katika kufahamu yale maneno. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad kwamba kisomo cha alfajiri yani, kisomo cha Qur'an uisoma Qur'an, wa Qur'an alfajri inna Qur'an alfajri kana mashhuda. Yani mashhuda ni nini? Yani ndio takuwa unaweza kutoa dalili ya hili ni halali hili ni haramu hili ni, ni amrisho la Mwenyezi Mungu. Hapa Mwenyezi amesema hivi mashhuda tume, wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ili awe mwenye kuisoma, sio kuisoma tilawa la qiraa. Kuna tofauti ya tilawa na qiraa ndani ya Qur'an. Tilawa ni kusoma tilawa, kama hizbu tunazosoma alfajiri. Lakini qiraa, maana qaraa ndani ya Qur'ani ni kufahamu, kusoma kwa kufahamu yale yaliyomo ya ndani kwa hivyo Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam anaifahamu Qurani vizuri. Leo huwezi kuniambia hadithi kama hii aliosema ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo unamaanisha kwamba mtume hafahamu Qurani na hasha lillah, mtume alikuwa anaifahamu Qurani na Qur na akitoa hukumu ndani ya Quran Mwenyezi Mungu, tuingie katika Quran ili kutoa uthibitisho kwamba maneno kama haya sio sawa, yaani ufunge swaumu unasamehewa madhambi yako. La, swaumu abadan haiswamehe madhambi. Swaumu utapata thawabu, umefunga swaumu, lakini kuswamehe madhambi, la abadan. Tusikize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatwambia nini kwenye suratu Nisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia kwenye suratu Nisa aya ya mia moja na kumi waman ya'mal ya su'a au yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafuran rahima. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anatuambia wa man ya'mal su'a, na mwenye kufanya mabaya au yadhlim nafsahu, na akaidhulumu nafsi yake, thumma yastaghfir, kisha akamuomba msamaha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakusema thumma yasumu yawmu arafa, hakusema kisha akafunga siku arafa, hakusema akafunga eh, shabani, hakusema akafunga sita to Shawwal. La, la, la, la, thumma yastaghfirullaha , kisha akamuomba msamaha Mwenyezi Mungu. yajidullah ghafuran rahima, atampata Mwenyezi Mungu ni mwenye kuswamehe na ni mwenye kurahimu. Yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia, mtu unapofanya kosa lako enua mikono na kumuomba Mwenyezi Mungu, aku, aku mwenye akuswamehe madhambi yako. Astaghfirullah, sema astaghfirullah, Mwenyezi Mungu akuswamehe madhambi yako, lakini sio kufunga utaswamehewa madhambi abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia kwenye suratu Ali Imran aya ya 135. Mwenyezi Mungu anasema walladhina idha faalu fahishatan na wale ambao kwamba wanaofanya machafu au dhalamu anfusahum na wakazidhulumu nafsi zao dhakarullaha humkumbuka Mwenyezi Mungu fastaghfaru lidhunubihim wakaomba mswamaha kwa yale madhambi yao. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah. Hakusema wakaswali, hakusema wakahiji, hakusema wakafunga ya Arafa ndo wakasemehiwa madhambi. La thumma yastafiru llah, ni kuleta istihfar. Ndugu mwislamu, unapofanya makosa lete istighfar basi. Unapofanya makosa na makosa yenyewe ni bainaka wa baina, baina llah, hayo ni mwenyezi Mwenyezimgu subhanahu wataala. Hapa anazungumzia adhunub kule tuambiwa kwamba ukifunga unasamehewa madhambi yote ya mwaka ulioko na mwaka unaokuja. Yani wewe mpaka ukimdhulumu mwanadamu mwanadamu mwenzako pia unasamehewa madhambi yako? Basi yani, mimi nimeiba mali, kwa hivyo ntasamehewa madhambi- nifunge tu yaumo Arafa ntasamehewa, si ni madhambi yote nafutwa, ntasamehewa madhambi yangu? La, abadan abadan. Hapa Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu adhunub. Maana kuna tofauti adhunub na sayia: adhunub ni bainaka wa baina Allah, sayia ni bainaka wa baina akhika al-insani. Yani, dhunubu ni dhambi ambalo kwamba ni baina yako wewe na Mwenyezi Mungu. Ukiona dhanbu ama dhunub ni baina yako wewe na Mwenyezi Mungu, umezini umehuswali Ufungi, hayo ni madhambi umekula nyama ya nguruwe, hayo ni baina yako wewe na Mwenyezi Mungu, hayana ilaka yoyote na mwanadamu. Lakini unapoiba hapo, umemdhulumu mwenzako, umeiba mali yake. Kwa hivyo hilo ni kosa na kosa kama hilo halitaki istighfar. Unapomdhulumu mwenzako, sio kwamba ukileta istighfar utasamehewa, la abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasariqu wasariqatu, anatuambia faqta'u aydiyahuma Aya inayofuatia Mwenyezi Mungu anasema faman taba min ba'di dhulmihi, anazungumzia kuhusu hizi. Faman taba min ba'di dhulmihi, na yule mwenye kutubia min ba'di dhulmihi, baada ile dhulma wa aslaha. Nini maana wa aslaha? Yani akarudisha ile haki kwa mwenyewe, hapo Mwenyezi Mungu fa inna Allaha yatubu alaihi, Mwenyezi Mungu atakukubalia toba. Dhulma baina yako wewe na mwanadamu ni alislah, an tusliha na kutusliha yani nikurudisha ile haki kwa mwenyewe, sio ukamwibie mtu mali alafu useme nitafunga somu ya Arafa, Mwenyezi Mungu ataniswamehe madhambi yangu ya mwaka huu na mwaka unaokuja. La, abadan abadan. Kwa hivyo ndugu Waislamu, swaumu bidhati, swaumu haifuti madhambi. Inalofuta madhambi ni ulete istighfar. Ukuswali pengine mwezi mzima, ukuswali siku mbili, ukuswali siku tatu, lete istighfar astaghfirullah muombe muombe Mwenyezi Mungu astaghfirullah, kusame basi, unapoiba pesa za mwenyewe, haki ni urudishe, wa aslaha ni urudishe. Kwa hivyo ndugu Waislamu, aya nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba Sio saumu swaumu ndio inaokufutia ina ina madhambi, bali ni ulete istighfar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratu Muhammad aya ya 19 anasema, anamwambia Mtume Muhammad istaghfir li dhanbika walil mu'minin. Mwenyezi Mungu hakumwambia Mtume Muhammad, funga hiyo muarafa ama funga Shaaban, shaban ama funga utasamehewa madhambi yako, la, istaghfir li dhanbika, sema na uombe astaghfirullah, eh, walil mu'minin, na uombe istaghfir lahum waumini ambao ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, swaumu haifuti dhambi lolote, swaumu bidhati haifuti dhambi lolote. Inalofuta dhambi ni ulete istighfar. Sema astaghfirullah. Mwenyezi Mungu twamjua, Mwenyezi Mungu ni Ghafuru Rahim, atakusamehe madhambi yako. Asayyi'a kosa ambalo kwamba umemdhulumu mwenzako, wenzako ni urudishe ile haki kwa mwenyewe kisha umwombe toba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamehe, lakini sio kwamba utumainie kufunga somu ya umuarafa. Haya maneno hayatoki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni maneno ambayo kwamba ni maneno yaliozushwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia, qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya faliha fa hii ndio baswair min rabbikum, hii ndio baswair. Mwenyezi Mungu asema qad jaakum baswairu min rabbikum, imewajilia haqqi kutoka kwa Mola wenu. Faman absara fali falinafsihi, yule mwenye kuiona ni yeye mwenyewe. Wamanamia na yule mwenye kuona upofu, fa alaiha, ni juu yake yeye. Kwa hivyo ndugu Waislamu, turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ili hisabu yetu kesho youmal qiyama iwe hisabu nyepesi.